Hatimaye leo klabu ya Simba imeweza kumaliza viporo vya ligi kuu ya Tanzania Bara, NBC Premier League. Leo Simba Sports Club imekipiga na KMC katika uwanja nyumbani kabisa wa KMC na uwanja nyumbani wa Simba Sports Club, KMC complex. ilikuwa ni majira ya saa kumi kamili jioni ambapo Simba Sports Club imefanikiwa kuibuka na ushindi wa goli mbili kwa moja viporo vyote vinne ambavyo walikuwa wamebakisha katika ligi wamevimaliza. kwa ushindi ambapo kiporo hiki kimemalizika kwa ushindi wa goli mbili kwa moja Simba Sports Club akibuka na ushindi wa goli mbili kwa moja Magoli ya Simba Sports Club yote mawili yalifungwa na striker refu kuliko goli Steven Desse Mukwala, la kwanza katika dakika 15 ya mchezo na la pili katika dakika arobaini na saba ya mchezo. Upande wa KMC goli lilifungwa na Rashid Chambo katika dakika saba ya mchezo. Simba Sports Club sasa rasmi wamemaliza viporo vyao vya ligi kuu ya Tanzania Bara NBC Premier League. Na sasa wana michezo 26, sawa sawa, na Young Africans. Simba Sports Club katika msimamo wa ligi kuu ya Tanzania Bara wako nafasi ya pili wakiwa na alama 69 katika michezo 26 waliocheza mpaka sasa huku nafasi ya kwanza ikishikiliwa na Young Africans ambao wana alama 70 katika michezo sawa sawa, na Simba Sports Club. Nafasi ya tatu ni Azam Football Club, Zingira Black Stars inashikilia nafasi ya nne ikiwa na alama 53. Nafasi ya tano na iko Tabora United ambayo ina alama 37. Mkiani kama kawaida, wapo Ken Gold ambao wana alama 16 na tayari wameshashuka daraja. Kwa jinsi unavyouona huu msimamo wa ligi kuu ya Tanzania Bara, unaiona klabu gani ikiondoka na ndoo msimu huu wa ligi kuu ya Tanzania Bara, msimu elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano? drop your comment hapo kwenye comment hapa ni Supa 12 ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.